Mtazamaji wa UoI Digital karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Angel Msele. Taarifa hii ya habari utaipata katika YouTube channel na Instagram at UoI Digital. Afisa usafirishaji almaarufu kama bodaboda na bajaji, kata ya Kihesa mkoani Iringa, wametoa kero wanazokumbana nazo kutokana na hali ya ubovu wa barabara ya tumaini kuelekea Kihesa. Mwanahabari wetu Lydia Kambona ana undani wa taarifa hii. Afisa usafirishaji almaarufu kama bodaboda na bajaji kata ya Kihesa mkoani Iringa watoa wa kero zao wanazokumbana nazo, nazo kutokana na hali ya ubovu wa barabara ya tumaini kuelekea Kiesa. Wakizungumza na UoI Digital, madereva bodaboda na bajaji wamesema kuwa ubovu wa barabara hiyo ni hasara inayopelekea wao karabati vyombo vyao vya moto mara mbili kwa wiki. Changamoto iliyopo ni barabara mbovu, barabara ina mashimo ambayo yanasababisha kupelekea ajali, yale mashimo yanaharibu sana vyombo vya moto. Barabara kuanzia kipande cha Ngome pale hospitali mpaka Semtema huko ni, ni barabara hafifu, yaani kifupi ni barabara mbovu yenye makorongo ambayo inatudisturb sisi madereva pamoja na vyombo vyetu. Aidha wameiomba serikali kutatua tatizo hilo, kwani ni kama barabara hiyo imesaulika kabisa, hata ikirekebisho aitengenezwi ipasavyo. Kitu cha msingi ambacho mimi nakiona ni kitu kimoja haya mashimo tunayoyaona ambayo ni sababu ya watu wengi sana kuyazungumzia, kwa namna moja au nyingine, tunaweza tukasema kwamba kuyaziba sio suluhisho, sawa sawa? Yani kama ingewezekana, ni jambo ambalo tunaweza tukamu, tukaliomba kama serikali au kama wananchi pia, ya kwamba ilingefumuliwa tu lile sehemu ambayo inaonekana ni mbovu, kutoka pahali fulani mpaka pahali fulani, basi pafumuliwe kiwekwe, yani iwekwe lami ambayo ni ya moja kwa moja. Mtazamaji wa UoI Digital umpata kuona changamoto wanazokutana nazo afisa usafirishaji ali maarufu kama bodaboda boda, kutokana na ubovu wa barabara ya kutoka Ngome mpaka Kiesa. nikiripoti kutoka katika barabara ya Ngome, mimi ni Lydia Danke wa UoI Digital. Wanafunzi wa idara ya uandishi wa habari chuo kikuu cha Iringa wameaswa kuweka juhudi katika taaluma hiyo ili kuwa waandishi bora na kupata tuzo mbalimbali zinazotolewa nchini katika sekta ya habari pindi wanapohitimu masomo yao. Debora Kitundu anatuarifu zaidi. Amesema hayo mhadhiri msaidizi Chuo Kikuu cha Iringa Mr. Joseph Jumanne wakati anafanya mazungumzo na waandishi wa habari ofisini kwake kuhusiana na tuzo ya Samia Kalam Awards zilizotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali imethamini mchango wa waandishi wa habari na wameibuka wana habari bora e katika vitengo tofauti tofauti, na niseme tu kwamba msingi wa uandishi bora unaanzia chuoni, unaanzia chuoni kwa maana ya tunayofundisha e, ni hayo hayo ambayo ukidevelop unakuwa mwanafunzi bora katika fani ya uandishi wa habari. Aidha, mhadhiri huyo amesema siku ya uandishi wa habari yani, media day ni siku maalum pia inayosaidia kujua tathmini ya sekta ya habari katika vyo na tasnia nzima kwa ujumla. Siku ya vyombo vya habari ni siku ambayo ni maalum e, kwa waandishi wa habari na mara nyingi tunaiadhimisha sisi waandishi wa habari. Kwa hiyo ni siku ambayo huwa tunakaa chini, tunatafakari tumetoka wapi na tunaelekea wapi, tunataka kufanya nini ili weje tukiwa tuna tuna, tuna, tuna, tuna ule mwamvuli wetu kwamba sisi ni daraja kati ya jamii na na serikali. Vile vile wanafunzi wa chama cha waandishi wa habari chuo kikuu cha Iringa wametoa maoni yao kutokana na tuzo hiyo ambayo ni chachu ya kuwapa jitihada binafsi ili kufikia ndoto zao, na wameeleza changamoto wanazozipitia kama waandishi wa habari chipukizi ili zitatuliwe na wafikie ndoto zao. Ni moja pia kati ya fursa ambayo kama chama cha waandishi wa habari uh, tuliweza kutangaza kwa wanafunzi wetu wa kitengo cha uandishi wa habari mwaka jana waweze kushiriki kwenye mchakato huu wa kuweza kupata hizi tuzo kwenye kuania kwenye vitengo mbalimbali. Na tunafahamu kwenye kitengo chetu cha uandishi wa habari tuna waandishi wa habari ambao wako kwenye midia tayari na wapo ambao wanafanya kazi kwenye, kwenye midia na wapo ambao wanatarajia kwenda kufanya kazi kwenye, kwenye midia mbalimbali. Changamoto inayopitia mimi ni ile kudhaniwa kwamba waandishi wa habari ni waambea. Ile unapita mtaani unasema e ni wambea siu ni nini? Sio kila mtu anafanya yani habari hizo, yani katika sisi wengi ni wachache wetu ambao wengi wao unakuwa wanakuwa hawajasomea hiyo tasnia ya habari. Mtazamaji UoI Digital, tuzo ni motisha kwa kila mtu, lakini tuzo inaleta udambu, udambu wa kufanya watu wengi sana wafanye vitu vizuri ili kupata hizo tuzo kama ilivyokuwa jana tuzo za Samia Kalam Awards kwa waandishi wa habari. Pia waandishi mbalimbali wa habari wanaosoma chuo kikuu cha Iringa wamepata motisha hiyo na wanatamani kufikia sana ndoto zao. Nikiripoti kutoka katika viunga vya chuo kikuu cha Iringa, ni mimi Debora Kitundu wa UoI Digital. Taarifa ya Debora Kitundu inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Glory Pasco Imetolewa kwa wanafunzi kujisajili kwenye bodi ya wataalamu ununuzi na ugavi Tanzania na kufanya mitihani ya kitaaluma ambayo itawasaidia kukua katika taaluma na kulindwa kwenye taaluma yao. Hayo yamebainishwa na afisa masoko wa bodi ya wataalamu ununuzi na ugavi Dickson Molel. Kuna umuhimu mkubwa sana ya wanafunzi wa taaluma hii kufahamu mambo kadhaa kadhaa wao wakisajili ili bodi iweze kuwatambua, lakini jambo la pili kufahamu kuhusu mitihani inayoendeshwa na bodi ya wataalam wa Tanzania. um, sasa nini faida ya watu hawa kusajiliwa? Faida kubwa ya kwanza ni kutambulika na bodi kama ambavyo tumesikia kwenye mawasilisho, lakini mbali na hapo, bodi mbali na kusimamia yale maadili yao katika utekelezaji wa katik yao, pia bodi ikiwafahamu ikiwafahamua Aidha amewataka wanafunzi kuzingatia maadili na kuacha tamaa ya kutaka kumiliki vitu vikubwa kwa muda mfupi ili walinde na kuheshimisha taaluma yao. Eh, rai kubwa kwa wanafunzi wa taaluma hii wapende taaluma. Cha kwanza ukipenda unachokifanya utakifanya kwa weledi kuliko kufanya kwa sababu inabidi ufanye. Kuna, kuna vitu viwili hapo, ukipenda utafanya kwa weledi, ila ukifanya kwa sababu unafanya x sawa, y sawa, hautojali. Baadhi ya wanafunzi wa ununuzi na ugavi katika Chuo Kikuu cha Iringa ambao wamefanikiwa kupata mafunzo hayo wamesema kuwa mafunzo yamekuwa na tija kwao na watazingatia maadili hata watakapokuwa kwenye nafasi zao za kazi. Kija kuungua kwamba natakiwa niwe na maadili, natakiwa niwe na msiri, na na kwenye maswara ya government yote natakiwa nijue kutunza siri, nkuvujisha siri, na nitokea kwamba mtu labda anafahamiana naye nijitoe kwenye hiyo o, yani kwamba nijitoe kwenye hiyo moja kati ya auza siku ya leo muhimu, kwanza wa hii sekta nzima ya procurement. Moja kati ya vitu ambavyo nimeweza kupata siku ya leo ni kujua kwamba watu wa procurement wanahitajiwa kuwa wawazi. Pia watu wa procurement wanahitajiwa kuwa asili. Pia ni watu kwa watu wenye adili hususa katika mambo ya fedha. Haya ni mafunzo ambayo yalikuwa yakitolewa kutokea Bodi ya Ugavi na Ununuzi nchini Tanzania kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wanaosomea ugavi na ununuzi, nikiripoti kutokea Chuo Kikuu cha Iringa. Mimi ni Glory Pasco, UoI Digital. Shukrani sana Glory Pasco kwa habari za biashara na uchumi. Na sasa ni wasaa wa anga la kimataifa, habari hizi zinaletwa kwako na Grace Matiku. Raisi wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Ukraine wanazungumza kwa sauti moja. Hii ni baada ya kusaini mkataba wa kushirikiana na Ukraine kupata madini kama vile lithium pamoja na titanium. Makubaliano hayo ya leo yanatoa ujumbe wa wazi kwa viongozi wa Urusi kwamba uongozi wa Trump umejitolea kwa mchakato wa amani unaozingatia Ukraine iliyo huru na inayofanikiwa. Ni mkutano bora zaidi uliokuwa na majibizano kati ya rais wa Marekani pamoja na mjumbe kutoka Ukraine walishindwa kuweka saini. Katika mkataba huu, Marekani itaweza kupata rasilimali na nishati kutoka Ukraine kama vile mafuta ya gesi pamoja na madini ya thamani kama vile graphite, Lithia na titanium. Hazina ya pamoja ya uwekezaji itabuniwa ili kugharamia ujenzi mpya wa Ukraine na msaada wa kijeshi kutoka Marekani. Katika kile kinachoonekana hatua kubwa ya ikulu ya White House, haitatumika kulipia mabilioni ya dola kwa dhana za kivita ambazo Marekani imeshatoa kwa Ukraine na katika mkataba huu ambao ulipendekezwa na Ukraine ni wa kibiashara na sio mkataba wa amani wa kusitisha vita dhidi ya Urusi. Lakini Ukraine inaona ikiwa Marekani inahusika pakubwa kiuchumi nchini humo, hivyo inaona kuna sababu ya kulindwa na Marekani dhidi ya Urusi. Hata mkataba huo ulipokuwa ukitiwa saini, bado mashambulizi yalikuwa yakiendelea katika baadhi ya maeneo ya Ukraine kama vile Kivu na Odesa katika Bahari Nyeusi. Barani ya Afrika salafu ya kidigitali inavutia, lakini pia inahatarisha. Kwa baadhi ya watu ni njia rahisi ya kupata pesa, lakini kwa wengine ni kamali iliyowapa hasara kubwa na sintomfahamu. Nilianza kujihusisha na crypto kupitia matapeli, nilialikwa na rafiki yangu wa kanisani. Tuliweka dola mia mbili na wakatuambia kila mwezi tutapata faida ya dola moja baada mitatu ya miezi mitatu, huduma ya kutoa pesa ilisitishwa na jukwaa lile na lilienda na pesa zetu. Na serikali zimeanza kudhibiti matumizi ya sarafu za kidigitali ikiwemo Nigeria, imepiga marufuku kwa benki kushughulikia miamala yake kutokana na hofu ya utakatishaji wa fedha. Pia Kenya inazingatia kuweka kanuni kali zaidi kutokana na ongezeko la visa na udanganyifu dhidi ya sarafu za kidigitali. Utafiti unaoonesha nchini Botswana kwa asilimia 65 ni watumiaji wa salafu za kidigitali na ni kati ya umri wa miaka 25 hadi miaka 35. Wanavutiwa na ada ndogo za miamala na upatikanaji rahisi wa fedha, ambapo maeneo mengi kama vile vijijini benki za kawaida hazipatikani kwa urahisi, lakini bila elimu na uthabiti mzuri bado ni hatari na ni rahisi kudanganywa. Hakukuwa na elimu ya kutosha kuhusu Bitcoin inavyofanya kazi. Kwa hiyo watu wengi huingia kwenye mtego na kudhani wanawekeza kwenye Bitcoin, kumbe wanavutwa kwenye ulaghai wa kawaida wenye ahadi kubwa na faida kwa muda mfupi. Asante sana Grace Matiku kwa kutupitisha katika anga la kimataifa. Mtazamaji wa UoI Digital, hii ni taarifa ya habari. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zinazoletwa kwako na email da Bahati ni Kusi. Endelea kuwa nasi <muchiliki> Naibu waziri wa michezo na burudani kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, Gabriel Uswali, ameeleza sababu zilizosababisha michezo ya netball, volleyball na handball kutokuwepo kwenye mashindano ya interfaculty ukilinganisha na mpira wa miguu. Naibu waziri huyo amesema kuwa sababu mojawapo ni uchache wa wanafunzi kujitokeza katika michezo hiyo na kupelekea upungufu wa wachezaji. Ushiriki wa michezo kwa upande wa watoto wa kike katika Chuo Kikuu cha Iringa umekuwa ni hafifu kwa mfano ukitembelea kwenye uwanja wa netball, unaweza ni ngumu sana kukuta wanafunzi pale wakifanya hata mazoezi. Kwa mpaka dakika ya mwisho tunaingia kwenye mashindano ni timu ya ni timu mbili naweza kusema ambazo zilionyesha kwamba zinafanya mazoezi na zinahitaji kushiriki kwenye mtafakari ambayo yote mliona, na mgeni rasmi kwenye mashindano yale mheshimiwa PFA alikuja kutoa zawadi kwa washindi wote. Hatua kubwa zaidi ni kumotivate wa watoto wa kike kushiriki kwenye michezo. Imekuwa tofauti kidogo na miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma tulikuwa tunategemea tukifika hapo tutaona netball na watu wengi sana, lakini sasa hizi watoto wa kike wako nyuma sana kwenye masuala ya michezo. Kwa ni michezo miwili ambayo naiona pale, ambayo watu wenyewe, ukienda sasa hizi ni viwanja hivi ndivyo vinavyofanyaje vinavyotumika, lakini cha netball ni kwamba kimelala muda wote. Aidha, nao wanafunzi chuoni hapo wameweza kutoa maoni yao kuhusu mikakati na ushauri kwa serikali ya wanafunzi ili kuhakikisha michezo hiyo inakuwa hadi kufikia mashindano ya interfaculty, ikiwa pamoja na kutoa hamasa kwa wanafunzi na kutafuta wakufunzi wa michezo hiyo. Kuto kushiriki kwa wanafunzi katika michezo ya volleyball, handball, and football inaweza ikawa ni kutokana na changamoto, nianze na changamoto, labda kutokana na changamoto ya ratiba zao walizojiwekea, lakini pia na personal interest zao kwamba ana mapenzi gani hiyo michezo koo, anaweza akawa ametingwa labda na ratiba zake za masomo, lakini pia ratiba zake ambazo wamejiwekea baada ya kutoka chuoni baada ya kumaliza masomo kwa muda ule ambao muda wa michezo, anakuwa anashindwa kushiriki kwenye hiyo michezo. Wito wangu kwao wa ambao hawashiriki kwenye hii michezo, tukumbuke tu kwamba michezo ni afya, michezo ni ku. Wadada wengi wajitokezi kwenye michezo sababu hawajiamini. Pia kuna upungufu wa walimu, pia muda, mikakati ambayo ichukuliwe kutafuta walimu wa kuwafundisha wanafunzi kwenye michezo pia kwa motivate wanafunzi wa shiriki kwenye michezo kwa chuo chetu, kwanza nadhani inabidi wapate watu ambao ni wahamasishaji wazuri kwanza, alafu pia chuo chenye kitoe kipaumbele, maana unavyoongelea masuala naona watu wanashiriki lakini sioni wao kutoka kwenda kutafuta michuano au kutafuta ni sio nisemaje, niwekaje hiyo vizuri, lakini kutafuta kwa dada, upande wa dada, dada kweli sapoti hamna, na ninavyosema sapoti hamna, tunaanzia kwa ngazi ya chuo, labda niseme na ngazi ya serikali ya wa wanafunzi. Kwa hiyo kidogo kama chuo chenyewe na serikali wanafunzi. Hayo ndiyo maoni, ushauri na changamoto walizozieleza wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Iringa kuhusu michezo ya netball, volleyball na handball ukilinganisha na mpira wa miguu katika kufikia mashindano ya interfaculty. Nikiripoti kutoka uwanja wa basketball, langu jina Imelda Bahati wa UoI Digital. Mtazamaji wa UoI Digital, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha adhimu ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo unaoletwa kwako na Karim Yasin. Naam, karibu mtazamaji wa UoI Digital, karibu. Kuna kipengele adhimu kabisa, kipengele cha msamiati wa Kiswahili, na leo tuko na msamiati nyarufu. Wewe unafahamu juu ya msamiati huu ambao

nyarufu sijaniseme nya sija bahati ka kukutana na neno, ilikuwa nimekuwa geni nyarufu. Neno nya nyarufu, ushaje kulisikia au ni geni kabisa kwako na Naam, tumeweza kuwatazama wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wakijaribu kutuambia maana halisi ya neno nyarufu au msamiati nyarufu, lakini tumeweza kuona wengi wao wameshindwa kuelewa maana halisi ya neno hili nyarufu. Sasa nyarufu, maana yake ni kwamba ni ile hali au tabia ya mtu kuepuka kuambatana na mtu fulani kwa sababu ya tabia yake mbaya. Nimetaka nikuache na Sentensi inayosema kwamba niliacha kuambatana Kevin baada ya kujua Kevin ana unyarufu langu. Jina naitwa Karimu Yasin, bwana misamiati wa digital, tuwabalika kidijitali nami na kuachana sentensi inayosema Agata alikuwa nyafuru kwa sababu ya Hamisi, na hii ndo maana halisi ya msamiati nyafuru. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi toka mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Ulikuwa nami Angel Msele, asante na kwa heri <mulia>